Mfuatiliaji wa SNADAREAL TV leo hii tuko jijini Dodoma ambapo Red Cross Society wanaadhimisha miaka sitini na tatu tangu kuanzishwa kwake. Lakini hapa nipo na mshiriki atajitambulisha majina yake na atatuambia anajivunia nini katika miaka sitini na tatu ya Red Cross. Karibu sana. Asante kwa majina, anaitwa Hadija Omari Saleh, mjumbe wa damsalama kutokea mkoa wa Singida. Najivunia maadhimisho ya Red Cross miaka sitini na tatu kwa sababu moja ya kuanzishwa kwa Red Cross ni moja ya shughuli ambazo tunafanya za kibinadamu katika jamii zetu. Lakini sasa ukiwa uh, kama mshiriki wawe una yapi ya kusema kwa wale ambao bado uh, hawajafika katika eneo hili la Jakaya uh, Convention Center. Okay, tunawakaribisha sana wafike, mambo mazuri hapo, tunawakaribisha sana katika kufanya kazi na Red Cross. Labda yapi ambayo yamekujenga wewe kama mshiriki ya amenijenga kwa ukakamavu, nidhamu, kwa sababu sisi Red Cross ni sehemu ambayo tunajitolea, ni kisaidizi cha serikali. Kwa hiyo ukakamavu lazima uwepo katika jamii zetu. Asante sana, karibu tena SNADAREAL TV. Lakini mfuatiliaji wa SNADAREAL tv, pembeni nipo na washiriki wengine kutoka mkoa wa Singida. Watajitambulisha majina yao na tutaendelea <laughs> na tutaendelea kufahamu mawili matatu. Karibu sana kaka, unaitwa nani? Naitwa naitwa Juma Amrani Marekela. Okay, karibu sana na uh, leo hii katika maadhimisho ya miaka 63 wewe una yapi ya kusema? E, na, na, ya kusema ya kusema kwanza, nahamasisha jamii iweze kujiunga na Red Cross. Cross ni, taasisi, serikali, kwa sababu Red Cross ni taasisi inayoisaidia serikali kwa ajili ya uhamasishaji wa uchangiaji damu kusaidia kwenye majanga mbalimbali maji, mafuriko, ajali na kuwafanya vijana wa uzalendo ya nchi yao tangu ujiunga na Red Cross uh, Tanzania Society una miaka mingapi mpaka sasa eh? mpaka sasa hivi na miaka kumi na tano. O, lakini pia katika miaka yako kumi na tano ya utumishi wako katika Red Cross auna uh, yapi ya kujivunia? Ni mengi kujivunia. Kwanza nimekuwa na nizamu, pili nimekuwa mzalendo nchi yangu, tatu nimekuwa mtu akujitolea ndani ya nchi yangu. Hayo ni sehemu ya kujivunia, lakini pia tukumbushe majina yako. Naitwa Juma Amrani Malekela Unatokea wapi? Natokea mkoani Singida, wilayani Manyoni. Asante sana na karibu tena Snada TV, mfuatiliaji wa Snada TV. Lakini pia pembeni yangu nipo na mdada mrembo kabisa a, amevalia kama unavyoona hapa kutoka Red Cross. Majina yako ni nani? Majina naitwa Fatuma Sultani Kingo, ni katibu action team mkoa wa Singida, pia ni TOT wa mafunzo ya huduma ya kwanza. Uh, katika maadhimisho ya miaka sitini na tatu ya Red Cross Tanzania. Uh, labda wewe una yapi ya kujivunia na yapi ambayo unaweza ukawaambia wafuatiliaji ama watazamaji? Mimi nachojivunia kwanza kabisa, chama chetu sisi ni cha kujitolea. Pili kabisa, ni vitu ambavyo tunafanya tukiwa ndani ya Red Cross. Sisi tuna kauli mbiu yetu kwa mwaka huu ni kudumisha ubinadamu Tunabiji, tunadumisha ubinadamu kwa kushirikiana na sekta ya afya tunatoa huduma za kwanza, tunasaidia majeruhi. Kwa hiyo najivunia sana kwa ndani ya Red Cross. Lakini pia wewe unaya pia kusema kwa watu ambao bado hawajajiunga na Red Cross Tanzania Society? Niwakaribishe kujiunga na Red Cross, ni bure kabisa, karibuni. Lakini ujumbe wako kwa wakazi na wananchi wa mkoa wa Singida ni upi? Kwa wananchi wa mkoa wa Singida nachoomba tujitokeze kwa wingi, tujiunge na Red Cross ili kuweza kuokoa maisha ya binadamu. Asante sana na karibu tena. Mimi ni John Hassan, Snadareal TV, endelea kufuatilia Snadareal kwa ajili ya matukio mbalimbali. Asante.